Naitwa Mhandisi Hasani Rashid Kalima, mkuu wa chuo cha VETA mkoa wa Mbeya. Chuo cha VETA mkoa wa Mbeya ni chuo cha serikali chini ya mamlaka ya elimu na mafunzo wa ufundi stadi Tanzania. Ni chuo kinamilikiwa na serikali kwa asilimia mia moja. Chuo cha VETA mkoa wa Mbeya, tulikuwa na programu maalum ya wanawake na Samia, ambapo <coughs> Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hasani alitoa ofa kwa kinamama wote Tanzania waweze kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali katika vyuo vya VETA, na moja na moja ya vyuo vya VETA ni chuo cha VETA mkoa wa Mbeya ambapo tulianza tulianza kuandikisha kinamama wa mkoa wa Mbeya hapa mjini Mbeya. Tulipata kinamama waliojiandikisha na waliosajiliwa walikuwa 1184 mafunzo hayo yalianza tarehe 15 mwezi Julai 2025 na alihitimishwa e, mwezi wa tisa au mwezi Septemba 2025. Mafunzo haya yalichukua kozi za aina mbalimbali kama ufundi batiki, utengenezaji wa sabuni, utengenezaji vitafunwa, upishi, ushonaji nguo n yani ufundi cherehani lakini ujenzi, ufundi magari, udereva. Kina mama walijifunza mambo yote hayo kwa sababu chuo cha Veta mkoa wa Mbeya kina kozi za muda mfupi za aina nyingi zaidi ya 40 tunazo katika chuo cha Veta mkoa wa Mbeya. Wamehitimu mpaka eh, kufikia Septemba wamehitimu wanafunzi 1,063 kati ya wanafunzi 1184 na kina na mama hao wamefurahi sana kwa sababu walipata ujuzi wa aina mbalimbali, kwa sababu walikuja wakiwa hawajui chochote, lakini walipotoka chuoni walitoka wanajua stadi za aina mbalimbali. Waliweza kutengeneza batiki, waliweza kutengeneza sabuni, na wengine wakatoa zawadi mpaka kwa mgeni rasmi, walimshonea nguo au gauni la kitenge aina ya batiki. Changamoto ni idadi kubwa ya kinamama waliojiandikisha, kwa sababu hatukutarajia hatukutarajia kabisa, si tulitarajia labda wanaweza wa, akafika kinamama mia mama 200 au 300 lakini kwa kweli hamasa ilikuwa ni kubwa, ilitokeza kinamama wengi sana 1184 we, na waliohudhuria ni 1000 ni elfu moja na sitini na tatu ambao walifanikiwa kumaliza mafunzo yao na kupata ujuzi wa aina mbalimbali, ambao sasa hivi kwa kweli lifurahia sana hayo mafunzo. Tunashukuru sana kinamama, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kutuletea wadau hao na, kutu, na, kutu, na kutuongezea idadi ya udahili wa wanafunzi katika kozi za muda mfupi. Kwa jina naitwa Hamida Ramazani Mbogo, katibu wa wanawake na Samia mkoa wa Mbeya. Awali yayote ni mshukuru Mwenyezi Mungu atili, atili, lakini pia nianze kwa kumshukuru sana sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa sasa nimgombea urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, sisi pamoja na uongozi nilio nao wa Wanawake na Samia, lakini pia ni mwanafunzi wa mafunzo mafupi ya ujuzi VETA VETA kule. Kama kiongozi awamu ya kwanza, tulihamasisha watu 1184 ambao ni kina mama walijitokeza kwenda kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali unaotolewa na VETA. Kwa kweli wamesoma, wamemaliza na jana tarehe tisa ilikuwa ni siku ya kupokea vyeti na kufunga mafunzo yao rasmi, pamoja na kuwa sio kwamba wamemaliza, bado awamu nyingine wameanza tena, ambao tayari tunavyoongea hivi wamo darasani wanasoma. Mimi niwahamasishe kina mama walioko majumbani wa, kuanzia mkoa wangu huu wa Mbeya na hata mikoa yote Tanzania nzima, kwa sababu Tanzania nzima VETA zipo Tanzania nzima. Mama Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake makuu kwa wanawake ametoa fursa hii, waende wakajifunze, wapate mafunzo na mafunzo yenyewe ni ya ujuzi ujuzi ule ambao utawainua kiuchumi, kwa sababu VETA wanatoa mafunzo mengi mengi mengi, ntaelezea machache tu ambayo anaweza kawa na maslahi sana kwa kina mama. Kuna mafunzo ya mapishi, kuna mafunzo ya udereva, kuna mafunzo ya kompyuta, kushona, ufundi bomba, ufundi magari, mapambo na kaza wa kazi. Sasa hivi vyote utaona mama pengine yupo ambaye alikuwa anaona anaweza lakini alikuwa naweza, pengine alikuwa anapika keki ambayo haina standard, aweza akapika keki ile akapata tenda nyingi za kuweza yeye kumwinua kiuchumi. Lakini kupitia mafunzo ya VETA atapata ujuzi ambao utamwezesha kwa kutengeneza keki iliyo bora iliyopambwa vizuri. Atapata tenda nyingi na ataweza kujiinua kiuchumi kuliko na alivyokuwa nyuma. Vivyo hivyo na vitafunwa, lakini bado kwenye mafunzo ya ushonaji bado ataweza kushona vizuri. Pengine nyumbani alikuwa anashona masikini bila kushona kiu standard, kushona kiutaalamu lakini kupitia mafunzo ya VETA sasa ataweza kushona mitindo aina mbalimbali mbali, tena kiu standard ambapo itamwezesha kupata tenda nyingi, itamwezesha yeye mwenyewe kujiajiri, lakini itamwezesha kama atakuwa fundi stadi, na sisi tuna imani kwa mafunzo ya VETA ataweza kuajiri hata watu wengine.